Brian Mwangi wa Ngari kupigwa risasi wakati wa maandamano ya vijana wa Gen Z. Kijana huyo bado amesalia hospitali na risasi kwenye uti wake wa mgongo. Brian amelazwa katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta na kwa mujibu wa jamaa zake hawajui ni lini atatibiwa. Kama na kama anavyotuarifu Ode Francis ni kwamba familia inahisi kwamba Brian anahitaji matibabu kutokana na kuzidi kudhoofika kwa hali yake. <tweak> Ni machozi ya maumivu anayohisi. <tweak> Brian Mwangi Wangare hawezi kutembea wala kwenda kujisaidia baada ya kupigwa risasi wakati wa maandamano ya mwaka jana huko Karatina. <tweak> Alipofikishwa katika hospitali hii ya Kenyatta, Brian alistahili kufanyiwa upasuaji na chuma kuwekwa mwilini mwake ili kumsaidia kutembea. Ila sasa sehemu ya chini ya mwili wake imepooza na hawezi tembea tena. So, yeah. Vidonda hivi mwilini pia vikimwathiri pakubwa, Brian bado anakumbuka matukio ya siku ambayo alipigwa risasi.

uliyoyote huku ulikaakaa kunipaka mafuta ingine ikachimbua mwili yangu vibaya sana, kapata hizo sasa vidonda. Tokeo siku ni shughuli tu ya vidonda, vidonda, vidonda. Asante sana, ni kama mashine ya zifani, kazi tu ya kupiga seki. Kufikia sasa, gharama ya matibabu imefikia zaidi ya shilingi laki tisa. Familia hii inasema kuwa haina uwezo wa kulipa Si tunaomba kusaidiwa hii bill, tupate kuondolewa ili kijana apate kuondolewa hapa Kinyata. At least angaliwe pahali pengine matibabu ingine. Ni wiki chache zimepita baada ya chama tawala cha UDA pamoja na mrengo wa ODM kuweza kutia saini mkataba wa kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya kazi pamoja, mojawapo ikiwa kuhakikisha kwamba wale waathiriwa wa maandamano ya jenzi wameweza kushughulikiwa. Miezi saba baadaye, Brian angali katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta, asijue ni vipi atapona na ni lini atatoka katika kitanda hicho. Ode Francis, runinga ya Citizen, katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta hapa Nairobi no,